Master Fu Hongshu alianza kutoa mtiririko wa namna ambavyo wamekuwa wakifanya uchunguzi wao kwa muda mrefu sana. Jinsi ambavyo watu wamekuwa wakiuawa mmoja baada ya mwingine. Ambaye amekuwa akitumika ni bibi hapo. Siku hiyo alitumwa Lady Peach kwa Leader Zuo. Akasema kwamba basi ametumwa na Heaven Dog ili kusudi siku hiyo akawe kitoweo. Lida Zuo akaamini siku ile ilikuwa ni siku yake ya kujiachia, <coughs> lakini aliuawa vibaya sana. <coughs> Na baada ya kuuawa kwake, basi ndipo Heaven Dog anatokea anakamilisha mauaji yake. Sasa Master Fu anasema baada ya vifo vya watu <coughs> ikaanza sasa ya kwamba kila siku, kila siku mtu anapokuja na kuondoka, au akionyesha kwamba hayupo pamoja <coughs> na sisi, kuna kitu kinatumia. Utakumbuka baada ya harusi huyu jamaa alisema bana, mimi nimeona mambo yanayotokea hapa, ninayajali maisha yangu. Tukiendelea kuishi hapa, tutakuja kuisha wote. Mchizi akaondoka, lakini kumbe aliviziwa, akaenda kuuawa katikati ya safari yake. Kazi imeenda vizuri. Kazi imeenda vizuri. Sasa siku hiyo huyu bibi alikuwa ametakiwa kwenda kumuua Flying Spider. Flying Spider ana staili yake ya kupigana. Akamwachia majeraha kwenye mguu. Yani umeruhusu huyu jamaa amekuachia sumu yake. Nilikuwa mzembe kidogo. Ndio maana nimepata haya majeraha. Misha. Usijali. Ni jeraha dogo tu. Haina shida. Nenda ndani kuna dawa. Nitakusaidia pia kwa kesho. Hii sumu inakwisha. Lakini kabla hajageuka kuondoka akamuua. Na yeah. Yeah. Yani sumu ya Flying Spider unakuja nayo mpaka wala usinikasirikie. Eh, huyu umesababisha mwenyewe usinikasirikie. Akamaliza. Yote haya yanasemwa na Master Fu Hongxue. Uuyaunakuja uchunguzi alioufanya. Kuna sehemu ambayo basi walikuwa wanahifadhi eh. Yaani jamaa kuna namna ana kisu chake anakitumia afu kuna mahali anaenda anakificha. Una aln hiki si ndo kisu ambacho umekuwa ukikitumia kama siku hii. Ni kisu ambacho umefanyia mambo mengi. Wengi wameuawa kwa kisu hicho, jinsi walivyokatwa, wamekatwa na kisu hicho hicho. Fu Hongxue na wewe Ye Kai, hii story yenu ya kutengeneza tengeneza hii. Mnadhani kwamba mtashawishi kila mtu kwa hili, mimi hata sihusiki. Inaonekana nyie wajinga wawili mmekaa mmejazana ujinga. Nani atakayewahi? Basi sikieni niwaambie. Kama mkiweza kuniua kwa kunipiga pigo moja tu Errin. Mimi nitakuwa Master Fuangshu so kayu... ya weze kana pengine ulichosema umekosea ama ukosawa uhuja sangyo hebu subiri niseme kitu kimoja. Huyu jamaa anawafanya wajinga. Huyu ndio ambaye anakuwa adui na kuleta machafuko hapa ndani. Chua ni Fuangshu na mimi tumekuwa tukitengeneza hili swala la uchunguzi kwa muda mrefu sana. So, sui pujinshu wa mle na jamaa tumekutana naye mara nyingi, tumeshaona jinsi anavyopambana uwezo wa hata kama utaweza kuwadanganya watu wote hapa uwezi kunidanganya. Tunataka leo kila mtu aone hata jinsi unavyopiga. Kitu gani unachojaribu kuongea brother? Big brother, Nimekuwa na wewe kwa zaidi ya miaka 20. Yani, leo na wewe unakosa kuniamini kwa sababu hao wajinga wawili nimeshasema. Sintamruhusu mwalifu aondoke kiraisi. Kwa nini wengine wafe wasiokuwa na hatia? Haina shida kaka, nitafanya kama ulivyosema. Sasa akataka kufanya machafuko, wakati akiwa anataka kummaliza Mako, basi akatiwa chini ya ulinzi pale pale. Bosma, hatimaye muuaji tumempata. Sasa ni wako utafanya unachotaka. Hii inakuwa kama ndoto, sikutarajia hata kidogo. Tumekuwa ndugu kwa muda mrefu. Tumeendesha farasi pamoja, tumekunywa pamoja. Inafurahisha jinsi unavyokumbuka kila kitu. Nimekuwa na wewe kwa muda mrefu sana. Miaka 26. Hivi unakumbuka miaka 26 iliyopita wakati tulipokutana na mpaka sasa. Mimi bado nakumbuka. Nilivyochukua baadhi ya mbegu kuzipanda kwenye ardhi. Sasa zile mbegu zimeota, zimeleta matokeo. Lakini hata wewe pia hufai kukaa katika hiyo nafasi. Anko Yunie, baba yangu mara kwa mara ameishi na wewe vizuri sana, kwa nini unamchafua? <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Tangu ukiwa mtoto mdogo y baba yako mwenyewe ni mwongo sana. Kuna vitu amekudanganya vingi tu, kadiri miaka ilivyokuwa yako mengi. Nikuambia, natamani nikwambie kila kitu, lakini sasa siwezi kumwambia wewe. Nyamaza bwana, ume ni saliti, unaongea vitu vingi hapa, wewe ni mwalifu tu <laughs> <laughs> <laughs> Ma Kongqun

Jana yako ndio leo yangu, leo yangu ndio kesho yako. Pale pale mzee akamalizana naye. Wakati hika anasema subiri, mzee tayari alikuwa ashachomoa upanga wake kamaliza. Haya, nani mwingine anataka kunisaidia? Basi watu wote pale wakamwangukia, hawakutaka tena kuonesha kwamba watataka kuwasalimu kuwa pia. Haya, kumbe mzee alichunguza kuna vingi alishaelewa, wako watu walikuwa wanafuatana na ujamaa, wajinga wote hao walikuwa wanamsaidia. Sasa wote waliokuwa naye tutawafanya kama tulivyofanya hawa. Bosma, wewe ni mtu wa hadhira. Ulisema chochote nitakachotaka. Basi kama nahitaji chochote sasa, ni wakati wangu wa kuchukua. Nataka kumwoa binti yako Ma Fangling. Binti ya kuamini alichosikia. Kumbuka ni mkakati wa mama yake. Kijana anatembea katika kile alichoahidi. Mm, Master Fu, unataka kumoa binti yangu sio? Uko tayari? Binti akasema ndio baba. Ndio, baba ndio. Oh, safi sana oh, basi nakubali. Wewe Ma, eh, mimi Mako Chun na ruhusu Master Fu Hongxue, utamuoa binti yangu. Vifo vingi vimetokea leo, umetupatia majibu na ufumbuzi, lakini pana kitu umesha sahau Ebu eh, eh, si, ya, na na eh, yako inabidi tuwe tunajua. Utaruhusu vipi muuaji kama huyo amuoe binti yako? uliza, jamani, ni nini kingine? Eh, bado unataka kuona watu wengine wamefanya mabaya kushinda wewe. Lady Peach amefanya mambo ya ajabu. Yuza Itiana amefanya mambo ya ajabu. Mko wengi mliofanya mambo ya ajabu. Huyu mmoja tu mnataka mumuue. Wewe mzee, wewe mzee, wewe unataka kutuletea mdomo mzee. Mmeshawaua watu wengi ambao ni watu wetu wa karibu. Tena wasiokuwa na hatia. Kuna haja gani basi kujitetea tetea? Ni nani anayeweza kutoa maelezo ya kueleweka? Leader Yuan. Unaweza kutoa maelezo ya kueleweka? Eh? Nani anayeweza kutoa maelekezo ya kueleweka? Mambo mengi yaliyotokea hapa si mambo ya kuvumilika. Na bado mnataka niwachukulie kwa kawaida. Mimi ni mtu ambaye sipendi kuangalia nyuma. Napenda kuangalia tunakoelekea. Nini kingine mnachotaka kusema? Semeni tu mnachotaka kusema. Haya basi ili jambo limeisha. Ndani ya siku tatu nataka ndoa ifanyike. Kwa mara ya kwanza, binti aliishi akiwa na furaha, anacheka na enjoy. Lakini tusisahau licha ya kwamba basi, e, mwamba ameamua kweli sawa, atamwoa binti e, moja ya kitu ambacho tusikisahau jamani e, ni kwamba e, kijana ana target kumuua makochuni. Mimi sasa sijui, kama kwa nini bado ata kumuua makochuni lakini msisitizo huu labda pengine unatokana na kile anachoamini kwamba makuchuna ana siri aliyoificha, kwamba ndio atakayekuwa amemuaga baba yake baba, mama pia wa jamaa ma, mastafu mama yake na mastafu ndivyo walivyoelekeza kwamba hakikisha utamuoa huyo binti alafu utafanya revenge, utamuoa baba yake kirahisi. Binti kafurahi, anasema sasa harusi yetu imekaribia, takuwa mkeo kuanzia sasa, mimi na wewe tutakuwa pamoja kila siku. Binti ana imani kwamba sasa siri yake iko salama maanake mwanaume aliyemtoa usichana wake ndio huyo, na kwamba kama wakioana, siri itakuwa basi iko sehemu yake. Hakuna mahala popote itakapofahamika kwamba basi binti wa Ma Kongqun alipata kuolewa lakini hakuwa bikira. Zamani ilikuwa hiyo ni muhimu sana. Kwa hiyo binti imefika umri wa kuolewa, leo yupo katika jakuzi na mwamba hapo, wanakula tu maisha sasa. He, mdada sasa baada ya kuonja ile siku moja tu mara mara kwa mara, jamaa basi anaona mm, mm, aibu kweli. Mrembo naye anamkubali sana kwa jinsi ambavyo jamaa ana tabia fulani hivi Yani sio mtu fulani mwenye pupa. Baadae kama akawa amekubali, basi bibie taratibu akaanza kutoa moja moja. Sasa huyu kijana amekuwa akiadhibiwa na mama yake tangu akiwa mtoto mdogo. E, amekuwa akipitia viboko kila uchao, mama yake amekuwa akimwadhibu katika viwango, yani ya, na kumwachia majeraha katika mwenye. Hmm. Akamuuliza, umepataje haya majeraha yote hivi? sasa namuuliza, lakini na jamaa sio mwongeji sana, anamwambia hebu niambie basi, ningetamani nijue kila kitu kuhusiana na haya majeraha. Waasi mimi sikuwa tu mwangalifu, nilidondoka kwenye korongo nikakatwa na mwamba. <gasps> binti akatazama akasema, sasa na hili jeraha moja refu zaidi mwamba anadanganya, lakini sasa pamoja na kwamba anadanganya, binti alikuwa ana anaona kabisa kwamba hapa kuna kitu fulani kama anafichwa hapa, ni kama vile anadanganywa, lakini anajua kabisa anadanganya. Ni ile nidhamu yake tu. Akisema hili jeraha moja hapa inaonekana sio la muda mrefu sana. Haya mengine haya tuseme ni ya muda mrefu haya hili, na basi kutaka mambo mengi akaamua tu kumsogelea asiulize mambo mengi sana na kuchunguza sana. Unajua tena saa zingine bata ukishamchunguza sana hmm, anasema yote, anasema yote haya yalikuwa yameshapita. Hebu tufanye kama hayo yalikuwa ni ya zamani. <totipas> Kuanzia leo basi, mimi na wewe tutayaanza maisha mengine mapya <totipas> na mimi nitadumu na wewe milele, anamwambia wazi wazi. Basi amepata time ya kuwa naye, wanajiachia tu pale binti ana furaha kwa sababu amejua mtu ambaye anaenda kumwoa ni mtu anayempenda . Anamwambia basi usijali, mimi nitahakikisha na kutunza daima. Wakapeana ahadi, mapenzi ni matamu. Mama alikataga kataga mara kidogo, akaja akaachilia, akamwambia binti, eh, jamaa utamwoa yule binti mm, mpate huyo muuaji, kisha mpata basi, utapewa binti kisha mpata binti E, basi utamua baba yake, angalia, kwa mara ya kwanza jamaa anacheka, hadi binti akamwambia, leo ndo kwa mara ya kwanza naona meno yako, wewe sio mtu wa kucheka mara kwa mara, wewe maratoa. Sasa binti akamwambia, basi ukiwa na mimi uwe una smile mara kwa mara, kwa kazi ambayo jamaa ameifanya na kupatiwa huyo binti malkia. Hakika anapenda kusema tu, yani anastahili. Ni mjengoni, ujue hapo namshua yuko lakini ukiona baba anakupa binti yake mnaingia bafuni pamoja mnajiachia huko mnaongea vitu vyenu, ujue mzee yuko sawa. Ameelewa. Jakuzi ni jakuzi, sehemu ambayo mnaingia kwenye maji mnajiachia. Sasa wanajiachia tu saizi. Kila kitu kiko sawa. Sawa, tunaelekea upande mwingine. Asa, hapa unaweza kuona yika yashafanya kazi yake mji sasa unaonekana huko salama. Ghafla anatokea, okay, uh, ah, akiwa amevaa lile kwa hiyo utakuwa ukivaavai kila wakati sindio? Uwe makini usije ukaja ukapigwa mshale watu wakajua ni yule jamaa tena nawe bwana hata hujashtuka unaboa nilikuwa nimekuja shtuka mwenyewe basi haya nini kinaendelea shawia oh

Tayari tumeshapata kupata majibu na ufumbuzi, mm -hmm. na ni ma juu ya mauaji yaliyokuwa yanaendelea. Umeasikia maneno aliyoyazungumza Zutian kwa Fu Hongxue siku hiyo? Ma Kongqun, si kwamba alikuwa anamsubiria? Ni kama kuna kitu alikuwa anaficha. Unafikiria nini? <tot> labda unasema hivyo kwa sababu ujaweza kumpata huyo binti <tot> <tot> <tot> Basi zinaletwa pombe hapa, sio haya. Karibuni, karibuni. Sasa katika moja ya bakuli palikuwa na kitu fulani, kama kitambaa. Hii ni kama message. Miss D alitazama, akakumbuka, aliona wapi kitu hiki? Wakati alipopata picha kuivuta mara fulani, sisahau mara ya mwisho aliwahi kwenda kwa mke wa Makochi. Mke wa Ma Kongqun. Akakataa. Kwanza walikutana jangwani. Akadondosha kitambaa. Alafu walipomfuata kwake yakatokea mambo mengi. Wakati basi vimelizwa vinywaji hapa. Moja ya bakuli lilikuwa na kitambaa. Na alishamuona mhusika ambaye basi ameleta kitambaa. Akakimbilia kule. Ili apate kwenda kuongea naye. Mara ya mwisho aliitiwa polisi. Akatimwa ndio. Sasa leo itakuwaje? Hii ilikuwa ni kama aina ya message ambayo wameitumia katika ku communicate sasa. Wameshapata kukutana, ngoja tuone mazungumzo yao yatakuwa namna gani. Kwa nini mwanamama huyu amemtafuta jamaa na lengo lake hasa? Hey, iki, ni nini basi? Wakaanza kuzungumza pale. Hiki ni cha kwako hichi, si ndio eh, bibie? Kwanza akaitoa kofia, akageuka namna hiyo, na yeye ni mrembo sana na anapata kula maisha kulikweli

Basi anyway, kuna vitu uliniuliza na leo nimeamua nitakujibu. Nafikiri uko sawa. Na wewe pia unatokea Demon Section, sio? Ma Kongqun anasema kwamba Heaven Dog alimuua Bai Tianyu, sio? Unaijua hiyo habari? Ni muhimu nijue kila kitu. Labda alitaka sisi tuamini kuna mtu anaitwa Heaven Dog. Nimesikia kuhusiana na hiyo habari. Style iliyotumiwa na jamaa ni kwamba hata mimi najulikana nilishauawa miaka mingi. kumzungumzia mtu aliyeshatangulia mbele za haki ah, uh, uh, uh, namna ambayo ya huu. Huyu ni mtu na mama yake anasema mama eh, kila kitu kimesha kama, Ma Kongqun. Nimemsaidia Ma Kongqun kumuua Heaven Dog pamoja na Yuzi, uh, Yuzi Tian. Amekubali ni muue ni muoe mwanae. Nafkiri sasa utaenjoy siku zako za kuishi zilizobaki, maana yake siku zimeisha. Yani mama huyo bado yuko katika plan ya kupanga jinsi atakavyomaliza mzee Ma Kongqun. Tutakutana kwenye episodi ya 40 tumeshafika episodi ya 40, maana yake tunakimbia, tuko kasi sana. Kwa hiyo basi e, tukutane kwenye episodi ya 40 kwa mwendelezo za...